Asante uliswanilisha kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Mwanza. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Malinyi Moses Chogo amesisitiza wazazi na walezi kuhakikisha wanaandikisha watoto wao shule kabla ya muda uliopangwa na serikali kuanza darasa la kwanza la awali, darasa la kwanza na kidato cha kwanza. Tupate taarifa kamili. Ni katika baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Malinyi mkoani Morogoro kwenye mkutano wa tathmini ya robo ya pili kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mwenyekiti wa halmashauri hiyo Moses Chogo anatumia mkutano huo kuhamasisha uandikishaji wa wanafunzi shule za msingi na sekondari pamoja na lishe shuleni. Punguza baadhi ya masharti ili tuweze kuwapokea wanafunzi mpaka Machi, ili kuweza kukamilisha hayo, kwaweza kuka, kusema kwamba katika hayo mambo machache yanaweza yakaendelea kukamilisha wakati mtoto amesha wa ripoti. Kwa hiyo jambo lilikuwa naomba kuliweka kwenye baraza na kuona kwamba kuna umuhimu sana watoto kwenda kuandikisha mapema ili waanze pamoja katika masomo, lakini pia kuna jambo la pili likuwa swala lishe. Kwa upande wake mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Malinyi Hamisi Katimba anabainisha halmashauri hiyo kwa waajiri watumishi katika idara mbalimbali zaidi ya mia moja. Kipindi ambacho serikali imeajiri watu wengi kwa pamoja ndani ya mwaka mmoja. Kwa akili zangu nitoka nimepata serikali sijaona kama ilifanyika. Na afisa tarafa ya Mtimbila Leopold Ngakoka anawakumbusha madiwani katika utendaji wao, wakumbuke kuweka vipaumbele katika bima ya afya, kwenda kusimamia utekelezaji wa huo mpango wa bima kwa wote bima afya kwa wote. Sasa hiyo isiwe ni jambo la muda mfupi, isiwe ni jambo la kuzima moto, tuifanye ajenda ya kudumu katika vikao vyetu, kwenye maeneo yetu. Wananchi wetu wanahitaji kuelekezwa, wapatiwe elimu ya kutosha, kwanza wajue maana na malengo ya mpango mzima huu wa huduma huduma ya afya huduma ya bima afya kwa wote. Katika mkutano huo taarifa za kamati zilizopitishwa na baraza la madiwani ni pamoja na kamati ya huduma ya afya, kamati ya ukimwi, kamati ya uchumi, ujenzi na mazingira, kamati ya fedha, uongozi na mipango.